lakini ACT ya mvaa akidai kuwa anapotosha umma. Eh, huyo ni Wasira. Lakini kuna habari inayosema kada wa Chadema aliyetangaza kuwania urais 2025 aonywa na, ao na mwenyekiti wa kijiji mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya kikatili. Mwenyekiti wa kijiji mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya kikatili. Hizo ni habari linapatikana ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti la Nipashe, lakini habari kubwa ni kituo kipya cha biashara ya Ubungo, fursa na hofu kwa uchumi wa Tanzania mawakala wa forodha wenye maduka Kariakoo, wa uchumi wataja kilipo kiini cha mawasiwasi wao. Yoni habari inaendelea ukurasa wa nne mpaka ukurasa wa tano kwenye gazeti la Nipashe. Lakini wanaume wanaolelewa na mashangazi washtua, bandari ya Dar es Salaam yazidiwa mizigo, wa bandari ya Kwala kuokoa jahazi. Lakini maabara kupima ubora wa vifaa vya kielektroniki yaanza kazi. Yoni habari kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe, pate nakala yako kwa habari kwa kina na tukiachana na gazeti, gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la Mwananchi lenye nambari habari kubwa inayosema sababu za kuzagaa kwa taka Dar es Salaam. Lakini mwanafunzi achinjwa mke auawa kisa shilingi elfu hamsini. E, mwanafunzi achinjwa mke auawa kisa shilingi elfu hamsini. Ni wapi, kisa ni nini? Lakini, habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema fursa nyingine tena vijana mia mbili kulipiwa mahari. Hayo ni mashindano ya Qur'ani yaliyoandaliwa na Al Hikma Foundation. Eh, sasa vijana mia mbili kulipiwa mahari, lakini vishandu, eh, vishandu kutikisa matukio ya uporaji polisi waliamsha. Lakini bado kuna habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi linasema, ACT ya wachongea wasi, wasira na Mbeto. Hicho ni chama cha ACT Wazalendo cha wachongea wasira na Mbeto. Habari inapatikana kwenye kurasa wa mbele. Habari fahamu maana mwelekeo wa kuzika kiimani na kimila kimilaba, habari pia kwenye gazeti la Mwananchi, pata nakala yako na, na kenye gazeti la Mwananchi. Tuangazie kwenye gazeti la Zanzibar leo lenye linaanza na habari kubwa inaosema Majaliwa Ruangwa, hatuna deni ya Rais Samia. Lakini Dkta Mwinyi, Al Hikma Foundation ime, imeipa nchi heshima, ni kwa kuandaa mashindano ya dunia ya Quran lakini ujenzi bohari ya dawa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 27.6. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini kwa gazeti la habari leo lenye nambari kubwa inayosema trilioni 67 za wekezwa miradi miaka minne, trilioni 67 za wekezwa miradi miaka minne, ipo mipya 1982 viwanda Dar es Salaam pwani na Vinara. Lakini alhikima kugharimia ndoa za vijana mia mbili. Ndumbaro atoa miezi miwili bodi ya wadhamini e, ni bodi gani? Lakini bodi ya wadhamini, Ndumbaro atoa miezi miwili. Bandari kavu kuhudumia makontena mia nane ishirini na tatu e, kwa siku, e, bandari kavu kuhudumia makontena e, mia nane ishirini na tatu kwa siku. Na NMB TAMISEMI kuimarisha usimamizi wa fedha, NMB na TAMISEMI kuimarisha usimamizi wa fedha, ukurasa wa pili kwenye gazeti la habari leo. Wasira wapinzani msiweke mpira kwa pani. Huyu ni waziri asema wapinzani msiweke mpira kwa pani. Na kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ninaanza na habari inaosema kasi Majaliwa Ruangwa, hatuna deni na Rais Samia. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru, lakini bado kuna habari inaosema Tanzania yazidi kupaa dunia, vyama vyasisitizwa kushiriki uchaguzi, lakini hospitali Kairuki yapongezwa tiba ya ngozi nchini, nchi imefunguka miaka minne ya Rais Dr. Samia ni habari la uhuru yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Majira lenye ina habari kubwa inayosema dhana potofu mitazamo ya dini kikwazo kwa maswala ya uzazi Zanzibar. Lakini bandari ya Kwala yahudumia makontena mia saba awamu ya kwanza. RFB yanika mafanikio miaka minne ya Samia, lakini kuna habari inayosema sera ya ardhi kuzinduliwa leo. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la kula Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Majira tuliangazia sasa gazeti la kula Taifa Tanzania. Ukurasa wa mbele kwenye habari kubwa inayosema vyakula vyenye sukari nyingi chanzo cha watoto kutoboka meno. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Serikali kupata trilioni 1.2 kwa mwaka kutoka kongani ya Sinotan e, serikali kupata, e, lakini NMB ya buni mfumo wa kidijiti wa kusimamia matumizi ya fedha za umma. Lakini Wasira atoa ushauri kwa vyama vya siasa, huyo ni Steven Wasira atoa ushauri kwa vyama vya siasa. Viongozi acheni, eh, kuwakatisha tamaa wanawake, huyo ni Dr Tulia, sema viongozi acheni kuwakatisha tamaa wanawake. Hilo ni gazeti la kula Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Rai ya Mzalendo, ukweli na uwazi, linaanza na habari inayosema isitiri rais wa Angola hatoshi wenyekiti wa AU au ni chama cha ACT Wazalendo wasema rais wa Angola atoshi, wanachama wenyekiti wa AU. Lakini Nganjiro aitaka jamii kuwajali yatima. Dr. Nchimbi achangisha milioni 950 kwa watoto wenye mguu kifundo. E, Dr. Nchimbi achangisha milioni 950 kwa watoto wenye mguu kifundo. Lakini barozi wa Cuba aipongeza Kairuki hospitali kwa matibabu ya kib... ya kibingwa, lakini asema kwa miaka 38 imetoa mchango mkubwa katika huduma za afya nchini, aipongezwa kwa mafunzo ya maradhi ya ngozi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo. Lakini kamati ya bunge ya nishati ya madini yaipongeza REA na Tanesco. Hiyo ni kamati ya bunge ya nishati na madini yaipongeza REA na Tanesco ni kwa kufanikisha zaidi ya asilimia 98 ya vijiji vyote Njombe e kuwa na umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia mzalendo. Gazeti lako la Wamachinga lakini sauti ya wanyonge lenye inaanza na habari kubwa inasema ni mbii ya buni mfumo wa kidijiti wa kusimamia matumizi ya fedha za umma. Lakini wasaidizi wa nyumbani walivyopitia ukatili. Kamati ya bunge yapongeza REA usambazaji ya wa umeme. Lakini habari kubwa ni mashindano ya Qurani kwenye gazeti lako la Wamachinga linaandika: Dkt. Mwinyi ishara ya amani uhuru wa kuabudu. Dkt. Mwinyi anasema ishara ya amani na uhuru wa kuabudu, hawataka Waislamu wasiosoma na kuhifadhi hasa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kijana kutoka Urusi ee, ndio mwenye umri wa miaka 23 aibuka mshindi wa kwanza. Mtanzania naye achomoza kuingia tano bora. Lakini bandari kavu Kwala yaingiza kontena 700 bandari kavu Kwala yaingiza kontena 700. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia gazeti lako la Sauti ya Mara lenye habari kubwa inasema, Nyambari Nyangwine awalulu mkoani Mara e, nyambanngkuiji mwandisha vitabu mkoa e, mkoani Mara. Lakini mageuzi makubwa ya maendeleo yashuhudiwa mgodi wa North Mara Bariki yarefusha maisha ya mgodi hadi 2040 lakini mamilioni ya fedha za cc yaendelea ya kumiminika, neema ya mrabaha kwa vijiji vitano yarejeshwa. Lakini bodi ya TANAPA yatilia mkazo ujenzi wa daraja la Konga Tende wasira sisiem tumejipanga kushinda uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la sauti ya mara ukurasa wa mbele lakini tukiangazia sasa kwenye michezo na burudani tilakula, kwenye magazeti mbalimbali nchini tanzania tunaanza na gazeti lako la zanzibar leo linaandika fadu kuiandalia dozi almasiri lakini ligi kuu zanzibar kurudi ulingoni aprili tano kocha yanga atajasiri ya maksi michezo mitano kuipa ubingwa mlandege hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti za sporti linaandika fadu kazi bado mbichi, yanga kubariki uwanja wa Singida Black Stars Machi 24. Lakini kiungo mla ndege afunguka ubingwa wa ZPL, nyota sita Azam aitwa timu ya taifa. Lakini kimataifa, Neymar atemwa Brazil. Habari ya kimataifa Neymar atemwa Brazil, William azigonganisha bayani na Arsenal. Hizo ni habari za kimataifa lakini tukiachana na gazeti lako la Zaspoti kwenye michezo tuangalie gazeti lako la Mwanaspoti linaandika mtego upo hapa, dakika mia saba ishirini za maajabu, lolote linaweza kutokea, lakini kwa refa hovyo eh, kwa refa huyo Simba ijipange Cairo, kwa refa huyo Simba ijipange Cairo. Lakini ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kurasa wa michezo. Lakini kimataifa, Clara amkuna Ronaldo, huyu ni Clara amkuna Ronaldo, acheza timu ya Misri. Sasa mkuna Ronaldo. Na tukiachana na gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, sasa tuangazie kwenye gazeti lako gazeti la Raia Mzalendo linaandika yanga kurejea mazoezini Machi 19 yanga kurejea mazoezini Machi 19, stars safarini tanga kuweka kambi, simba almasri ngoma kupiga kwa Mkapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la raia mzalendo. Lakini gazeti la Uwelekeo linaandika mpanzo wa pagawisha wa wanamsimbazi. Asema ujio wake umeongeza makali Simba. Lakini mastaa Yanga wajitoa kuchangia matibabu. Kaseja aongeza nondo e Kenya yule habari kwenye gazeti la Uwelekeo. Lakini gazeti la Taifa Tanzania inaandika kuna michezo kufanyika mashindano ya Qur'ani ishara ya amani na uhuru. Serengeti Girls yatupwa nje michuano ya kombe la dunia. Serikali yakubali kutoa ndege kuipeleka Simba Misri yule habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Ukurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Majira linaandika wachezaji Stars waanza kambi wa kishindo, lakini kuahirishwa kwa kari ya kodabi, serikali haina mamlaka hiyo. Ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa michezo. Lakini gazeti la Uhuru linaandika stars ya, ya Morocco saluti. Lakini kimataifa Arsenal na Fulham zatakata England na Haaland ya rekodi EPL. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa michezo huku gazeti lako la Nipashe linaandika Fadru aona moshi mweupe, Simba asifu viwango vya wachezaji wake, akieleza nini alikuwa anasema, anajenga timu bado. Lakini Miludi atamani Yanga sasa iwe nyumbani eh, vikombe. Miludi atamani Yanga sasa iwe nyumba ya vikombe, habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kwenye kurasa kurasa za za michezo. Michezo na ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, patane nekale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.